Natija ya haya yaliyomfikia ikhwat al-iman, ni kutokamana na ijab, kutokamana na kujigamba. Hii ni kuonesha hatari ya mwanadamu kufika katika daraja ya kujigamba na kujiona kwamba wewe ni bora kushinda wengine, kwa sababu ya neema Allah subhanahu wa taala aliyokuruzuku. Tabia mbovu ambayo inakupelekea kumkufuru paka Allah subhanahu wa taala. Somo lililoko hapa, conclusion ya maneno haya, natija ya kisa hiki

ukasahau kwamba yeye ndiye aliyekuneemesha, yeye ndiye anayekupa, yeye ndiye anayekupokonya na yeye ndiye anayekuhami. Hii mali tulionayo, ikhwan, yule aliye na laki moja, aliye na milioni moja, aliye na biashara yake ya milioni kumi, anaendelea na biashara yake, anaendelea na shughuli zake, fahamu ya kwamba anayekulinda katika ile biashara ni Allah subhanahu wa ta'ala, si akili yako, si elimu yako Wala sio wale ma accountant na wale ile department ya finance, wanafuatilia fuatilia ile mali yako ili usiibiwe. Hawa ndio wanaokulindia mali? Hapana, anayekulindia ile mali alwalayatu lillahi lhaqu, ulinzi ni wa Allah subhanahu wataala, aliye rahwa haqi. Hilo lifahamu, maanake ukidhani ya kwamba ile biashara yako haiwezi kuanguka, ukidhani ya kwamba mimi, maadamu na ma accountant, maadamu na watu ambao wananifuatilia mimi, shilingi moja yangu haipotei shilingi kumi yangu haipotei, na maodi tawakali sana, itakuwa unarudi kwa katika maneno ya yule bwana aliyesema, ma adhunnu antabida hadhihi abada. Fahamu ya kwamba anailinda biashara anailinda mali yako na anaikulinda wewe ni Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo Allah jalla jalalu ndiye ambaye anakuneemesha usiku na mchana.